Mimi nasema hivi. Muuni yoyote aliyojiandaa kuiba kwenye jimbo la Kivule mwaka huu atakachokipata asije akasema hatukumwambia. Uchaguzi wa mwaka huu haibiwi mtu. Gilly Bonny Online TV. ACT Wazalendo. ACT Wazalendo. Taifa la wote. Taifa la wote. Taifa. Shusha tanga. Shusha tanga. Safari. Safari. Safari. Asante sana. Ndugu waandishi wa habari na Watanzania wenzangu ambao tumekusanyika leo hapa. Nawashukuru sana kwa kuja kutuunga mkono kwenye zoezi hili la uchukuaji wa fomu ya kiti cha ubunge katika jimbo la jimbo jipya la Kivule. Kama itakavyokumbukwa, jimbo la Kivule lilikuwa ni sehemu ya jimbo la Ukonga ambalo lilikuwa lina kata kumi na tatu, lakini katika mkoa wa Dar es Salaam jimbo la Kivule inawezekana ndio likawa linaongoza kwa maendeleo ya shida. Sasa baada ya wenzetu kugundua kwamba wameshindwa kuwatendea haki wananchi wa Kivule wameamua kuligawanya hili jimbo ili watuachie shida zetu za Kivule. Sasa na mimi nimefika hapa kwenye ofisi za chama cha ACT Wazalendo ambacho ni chama chetu pendwa kuja kuchukua fomu ya kutia nia ya kugombea ubunge katika jimbo hili ili nije niende nikaondoe shida zinazotukabili kama wananchi wa Kivule. ACT Wazalendo. Sasa najua nchi yetu inahitaji mabadiliko. Na jimbo letu la Kivule linahitaji mabadiliko. Mabadiliko hayo tutayapata ndani ya bunge. Kweli si kweli? Hatuwezi kupata mabadiliko yoyote tunayoyadai kama tutasusia uchaguzi. Sawasawa? Kwa hiyo chama cha ACT Wazalendo kimeamua kuto kumwachia fisi bucha. Tutapambana naye huko, tutapambana naye CCM na huko huko aliko. Hatuwezi kumwachia fisi bucha, yeah. Sasa, kwa kuwa leo ni siku ya kuchukua fomu, sio siku ya kampeni, kwa sababu kampeni hazijaanza rasmi, ninaamini tutapata wasaa mzuri kabisa wa kukaa chini pamoja kama wanakivule, tujadili matatizo yetu ili mwisho wa siku tufanye uamuzi wa busara wa kuikataa CCM na mawakala wake wote. Wangapi wanasema tutamkataa CCM na maadui zake wote wote? Nashukuru sana asanteni. Kipo jipya la Kivule kwanza ni miongoni mwa majimbo ambayo yanaongoza kwa shida hapa nchini Tanzania, yaani kama ni kubarikiwa shida, shida hizo e zipo Kivule. Kwa hiyo kipaumbele changu cha kwanza ni kuhakikisha shida za huduma zote za kijamii ikiwepo barabara wakati wa mvua, huduma ya maji, umeme wa uhakika, elimu bora, pamoja na afya vinafikia mwisho, na vitafikia mwisho kama wananchi watakubali kuipa ACT e, e, wazalendo E, ridhaa ya kuwakilisha katika bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambako ndiko sheria zinakotungwa. Kwa hiyo kipaumbele changu cha kwanza ni kuhakikisha nashughulika na matatizo yote ya kijamii ikiwepo barabara, elimu, afya, maji na umeme. Lakini jambo lingine ambalo nataka nihakikishe, ambalo limekuwa tatizo, sio la Kivule tu, ni tatizo la kitaifa, ni haki. Nchi yetu imekosa haki. Amani inayo utulivu upo, lakini hakuna haki na moja kati ya vitu ambavyo nataka tuhakikishe ni haki ya uhai Kana. watu hawapotei tena, watu hawatekwi tena, watu hawauliwi ovyo bila kufuata utaratibu wa kisheria. Hilo ndio litakuwa kipaumbele changu cha kwanza, na katika kuhakikisha kwamba hilo linatimia, tuhakikisha tunatoa semina kwa tume ya taifa ya uchaguzi, polisi na wengine wote ambao wanahusika na huu uchaguzi, ili waje wasimamie uchaguzi kwa haki, sio kwa usalama na amani. Amani si tunayo tunataka haki sasa. Haki inapatikana kwa kuwachagua wagombea wa ACT Wazalendo, nikiwepo mimi Peter Madeleka. Sisi hatuko hapa kupiga ramli kwa sababu e, uchaguzi bado haujafanyika na hatuwezi kujua yajayo kabla hatujafika huko. Sisi tunaamini kuchaguliwa na kuchagua, kupiga kura na kupigiwa kura, ni haki za kisheria. Sasa kama kuna muhuni yoyote atakuja kuharibu huo utaratibu, hilo ni swala lingine, na tutakabiliana naye kwa mujibu wa wa utaratibu atakaokuwa eh, amejiandaa nao kuharibu uchaguzi. Sisi tutagombea, sisi tutashiriki uchaguzi na tunatarajia kutangazwa, sababu ndio sheria zinaelekeza hivyo. Lakini kama kuna mtu amejiandaa kuja kupora ushindi wetu, kwa kweli huo tutakabiliana naye kwa ulalo ulalo. Uchaguzi haujaanza leo katika hii nchi. Uchaguzi wa vyama vingi vya siasa umeanza mwaka 1995. Na, na wakati wote huo eh, uhuni ulikuwa unafanyika, kura zilikuwa zinaibwa, lakini washindi walikuwa wanatangazwa na wa ndio maana kuna kipindi tulikuwa na wabunge wengi sana katika bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kutoka kwenye vyama vya upinzani. Kwa hiyo kusema tu kwamba uchaguzi wa mwaka huu utaibiwa, ndio tuhususie, hatuwezi kuhususia kwa sababu sio uchaguzi wa kwanza. Lakini tumejiandaa kukabiliana na kila aina ya hila itakayofanyika kwenye uchaguzi wa mwaka huu. Hatuwezi kumwachia fisi bucha. Tuna uzoefu Zanzibar, CUF iliwahi kususia uchaguzi mwaka 2015. Kilichofanyika ni kwamba CCM waliingia kwenye uchaguzi peke yao wakashinda viti vyote vya baraza la wa, wawakilishi, wakaenda kutunga sheria za ambazo zilikuwa zinasema uchaguzi utafanyika siku moja kabla, yaani kuna siku ambao vyombo vya ulinzi na usalama watakwenda kupiga kura peke yao, alafu siku nyingine ndio siku ya wananchi wote, jambo ambalo lilikuwa linaashiria kuandaa utaratibu wa kuiba kura. Sasa mimi natoa wito kwa Watanzania wote, wanademokrasia na wapenda haki uchaguzi huu sio jambo la kususia, tukakabiliane nao hivyo hivyo watakavyokuja, kwa sababu nchi hii ni yetu wote. Kususia uchaguzi azwe, aliwezi kuwa suluhisho, kwa sababu tutakuwa tunatoa kibali waendelee kubaki madarakani. Namna pekee ya kuwatoa madarakani ni kushiriki uchaguzi na kudhibiti vitendo vyote vya wizi wa kura, ndiyo namna pekee. Ikibidi kufia katika e, vituo vya kupigia kura kwa kulinda ushindi wetu, kwa kulinda demokrasia yetu, tutawahamasisha wananchi wafanye hivyo lakini hatuwezi kuwahamasisha wananchi wagomee uchaguzi, tuwape fursa CCM wajitangaze wenyewe kwamba wameshinda katika hali ambayo kimsingi haipaswi kuruhusiwa. Mimi nasema hivi, muhuni yoyote aliyojiandaa kuiba kwenye jimbo la Kivule mwaka huu atakachokipata sija akasema atukumwambia. Uchaguzi wa mwaka huu haibiwi mtu. Sheria na katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania vinaruhusu Mtanzania yoyote kushiriki uchaguzi popote, ili mradi iwe ni ndani ya mipaka ya Jamhuri ya Muungano. yeah. na Si, Tabora sijai kugombea ubunge. Tabora ni kwetu na Kivule ni kwetu. Kwa hiyo nimeamua kutoa kipaumbele cha Kivule kwa sababu matatizo ya Kivule ni makubwa zaidi kuliko matatizo ya Tabora. Mvua ikinyesha hapa utafiki tuko kisiwani, uongo kweli? Kuna maendeleo yote mliyaona hapa? Sasa unawezaje ja ukaacha kusaidia jimbo ambalo lina matatizo mengi kama Kivule ukakimbilia Tabora ambako matatizo yake ni mengi lakini sio sana ya Kivule. Kwa hiyo kwa kuwa hakuna sheria yoyote ya nchi inayonizuia kuja Kivule, hata wewe unaweza kuja kugombea ukitaka. Nimeamua kuja Kivule. Asante, asante sana. Make your day right. Gilly Boni Online TV, kupata habari mpya na kwa haraka kila siku, usisahau kusubscribe kisha like na comment. Gilly Boni Online TV.